gu zangu vijana, leo mtafakari, unatumieje ujana wako? Unatumieje kipindi chako? Ni kipindi chako ambacho una nguvu ya kusema hiki, hapana, kwa sababu hakijakaa mahali pake, ni dhambi. Una nafasi kubwa ya kutumia nguvu zako ambazo Mwenyezi Mungu amekujalia, ukatae dhambi, usingoje. Hakuna nafasi nyingine. Kataa dhambi, sema hapana, panga mpango. Isipokuwa sasa mnachukua ah, sasa ndiyo ujana wangu, ndiyo sasa. Asiye na mwana aeleke jiwe, eh? Ponda mali kufa kwaja. Wewe una mali gani kwanza? Wakati wa kutafuta mali unazunguka zunguka tu Kijana unazunguka zunguka tu eh? Ukiulizwa, unaona, wakati fulani unatembea tembea, alo, mbona unazunguka zunguka tu alo, unapoteza muda, muda unaupoteza kweli, time is money eh. <laughs> muda ni pesa maana yake. Panga katika muda wowote ule uwe unazalisha kitu fulani, katika mawazo, katika maisha yako. Wewe unasema unapoteza muda na kwa kupoteza, ili upoteze muda unavuta bangi. Hello, what are you doing? I am roaming around. <coughs> Nazunguka zunguka, unazunguka Napoteza muda. Don't waste time for nothing. Muda wako huo ndio muda wa kutengeneza hadhi yako ya kimungu, fanya kazi. Sisi tunasema hata katika jumuiya ndogo ndogo ndo. Kwani vijana mpo? Hata siku moja tunawapata wakati watoto wanafanya mafundisho, na sasa hivi tunapishana kweli hapa. Wanafanya mafundisho ya ubatizo na komunyo ya kwanza, wengine kipaimara, wanakazana kweli baada ya kipaimara. Na kama kipaimara kimetolewa Juma, Jumamosi, Jumapili watoto hao hawako kama kimetolewa Jumapili, hawa ambao sasa ni vijana, sio watoto, wamepata kipaimara, Dominika ijayo hawapo. Ukiuliza wameenda wapi? Aa, wale <gibu> wamemaliza darasa la saba, sasa wanatafuta maisha. Wewe unatafuta maisha gani wewe kutoka darasa la saba? mi nifikiri, unatafuta shule uingie fomu wani uendelee na kule, wakakuita kabisa huyu sijui alikuwa wapi, anaanza sekondari. Wewe unatafuta maisha maisha gani? Wote mpaka tufike chuo kikuu tunatafuta maisha siku hizi. Manake tunatafuta kazi, tena kazi ya kuajiriwa sio ya kujiajiri.